Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, mmoja kati ya habari ambazo sasa hivi zimetufikia ni kwamba watu walishaanza kufuatilia mpaka kurasa za mitandaoni kuweza kufahamu kumfahamu kiundani mchepuko wa Mwijaku ambaye alikuwa akimdhalilisha mchepuko mwingine wa Mwijaku huko mitandaoni ambao hawa wote ni wanafunzi wa vyuo vikubwa tu hapa Dar es Salaam eh, Udism pamoja na Ardhi. Sasa kitu ambacho kimetokea bwana, ni kwamba baada ya kupita pita huku na kule, kwa sababu majina walikuwa wanatajana katika zile video, ni kwamba huyu mmoja mchepuko wa Mwijaku main ambaye E, anafahamika kwa jina la Mary. Kwa hiyo watu wakaanza kumsaka huko mitandaoni na akaunti yake ya Instagram watu waliipata, lakini kwa bahati nzuri au mbaya ni kwamba kumbe huyu binti baada ya hizi video kusambaa tu mtandaoni moja kwa moja huyo Mary mchepuko wa Mwijaku ambaye alikuwa anamdhalilisha mchepuko mwingine wa Mwijaku, na, wa Mwijaku e, ni kwamba amefuta Instagram account yake. Kwa hiyo ametokomea pasipojulikana mtandaoni, hayupo na hapa tumekutana na peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo tukio. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba anayedaiwa kuwa ni mpenzi wa mwijaku ambaye ameonekana kwenye video akimtesa mwenzake ampe taarifa za mahusiano na mwijaku anayefahamika kwa jina la Mary ameamua kufuta Instagram account yake baada ya kuona kwamba watu walikuwa wameanza kumfuatilia. Kwa hiyo binti bwana ameanza kufu amefuta mpaka Instagram account yake. Umeona bwana, kwa hapa, comment zimejitokeza. Huyu hapa anasema bwana: hivi wanawake wembamba na roho mbaya wanahusiano gani? Kwa sababu bwana, nani mwingine anaamini kwamba moyoni kwake, eh, anaamini moyoni mwake kuwa Yesu alifariki akazikwa, na akafufuka siku ya tatu kwa ajili ya dhambi zetu. Kuna mtu ameandika hivyo kwenye comment. Kuna mtu mwingine bwana, atakuwa yupo na fekelo huko, ana zoom kinachoendelea mtandaoni kwa mwibona, it's too late, hata afute uso wake, sheria haitawaacha salama. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa kwamba bwana mi ukweli sijaelewa kuna nini huko bwana, ameshapata jina huyu tayari, anaitwa Medi wa Mwijaku. Mambo hayo ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo, weka maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vile vilevile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.